Mwenyekiti wa tume, ili ni agizo langu ya siku ya leo, RMOs wote wakirudi katika maeneo yao ya kazi, ndani ya siku saba naomba walete taarifa ya leseni zote kubwa katika maeneo ambayo hazifanyiwi kazi. Niliwaambia na sitanii katika eneo hili, muda sio mrefu mtanisikia naanza kufuta leseni zote za utafiti za Mbogwe na Shinyanga, wenyewe wameshaniletea Anayeona akaonewa atafata utaratibu, lakini nimejiridhisha pasipo shaka, watu wengi wanachukua maeneo makubwa ya leseni kwa ajili ya kutegesha, kusubiri wawekezaji, afu wanaifanya serikali yetu, yani, ibaki na msubiri, yeye katika muda wake unaofaa akipata mwekezaji ndio leseni iwe inafanya kazi. Hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo, hatuwezi kuwa na nchi ya namna hiyo. Kwa hiyo, naomba mkirudi nipate orodha ya kila mkoa na nitakuwa nakwenda awamu kwa awamu, ntazifuta leseni zote za utafiti. Na wale wenye leseni wote, naamini vo vyabali viko hapa, wenye leseni wote za utafiti, kama unajijua hujafanya kazi yoyote kwenye leseni yako, jiandae, tutakuletea default notice. Tutafuta leseni zote za nchi nzima za utafiti ambazo hazifanyiwe kazi ni mara kumi tukabaki na maeneo ambayo unaweza kuwapanga wachimbaji wadogo ambao wanaweza kutuletea tija kwenye mchango wa taifa kuliko watu wachache wanaomiliki maeneo makubwa ambayo hayana tija.